Habari yako wewe mtazamaji wa Zan Time. Karibu katika channel yetu. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Na leo kama mazingira unavyoyaona hapa tupo katika chuo kikuu ama chuo cha Zanzibar University kifupi kinaitwa kama kinajulikana kama ZU ambapo chuo hichi siku ya leo ni siku ya Orientation Week, miongoni mwa siku ya Orientation Week, ambapo wap, wanafunzi wapya wanakuja kwa ajili ya kupata kufahamu mambo mbalimbali yanayohusiana na chuo taratibu zikoje pamoja na kufanya mambo yanayohusiana na ufunguzi wa chuo. Kwa hiyo hapa leo tumekuja, tutawahoji wanafunzi mbalimbali mbali, ambao ni wapya wa mwaka wa kwanza, certificate, diploma pamoja na degree, master na level nyingine. Hapo watatuambia wanajisikiaje, lakini pia kwa nini wameamua kuchagua chuo cha ZU lakini sio vyo vingine. Lakini pia wana ushauri gani kwa wale wanafunzi ambao katika kupata nafasi lakini pia labda hawatarajii kuja katika chuo hichi, wana ushauri gani? Lakini pia nikuambie tu, tukuwa nasi mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi hichi. Mimi ni Amina Lumacha, tuende pamoja. Asalamu alaykum. Kwa majina anaitwa Aisha Kanuni Ali ni mwanafunzi wa ZDU Fasia 2025 hadi 2026. Nimeamua kuchagua chuo hiki kwa sababu kina friend environment. Yaani kinaruhusu usomaji mzuri, mazingira mazuri, hostel nzuri. Na pia tunawakaribisha wanafunzi wote ambao wanahitaji kufika hichi chuo, nakaribishwa sana. Nimevutiwa na chuo cha ZDU kwa sababu kwanza kwa kina reputation nzuri sana ambayo watu ambao wananielezea na pia nimekuja mwenyewe kujionea toka tarehe kumi na saba niko hapa naangalia mazingira yao, pia ambao viongozi wa hapa wanatusaidia sana kutelekeza vitu tofauti tofauti. Kwa hiyo nimevutiwa sana na hichi chuo, na washauri wanafunzi wenzangu ambao wamemaliza either form four advani mfiki hapa katika hichi chuo kwa sababu ni kizuri, kinafundisha vizuri, kina reputation nzuri, na tunawakaribisha sana, tutawapokea vizuri. Assalamu alaikum. Kwa majina anaitwa Juma Mbaru Kuuma, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza co chezeji huo, kozi ya accounting and finance. Nimechagua chuo hichi kwa sababu ni kizuri, mazingira kipo vizuri kwenye ufaulu, na pia na washauri wengine ambao hawajahudhuria katika chuo hicho wahudhurie, kwani kiko vizuri, mazingira yake ni mazuri, na pia pana ushawishi mkubwa katika kufaulu. asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi Shakira Hamadi ni mwanafunzi wa ZU, first year public health. Nimechagua chuo hichi kwa sababu ni chuo cha kipekee, na nashauri ambao hajabahatika kupata nafasi ya kuja chuo hichi basi aje, kuna mambo mengi yanakosa. asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Harith Mutik Masud. Nimejiunga na chuo cha Zanzibar University katika kada ya IT kutokana na ubora na uweledi wa wafundishaji wa chuo kikuu cha Zanzibar University. Um, nimekipenda chuo hichi kwa sababu kina walimu kwenye ujuzi, kinatoa ujuzi, na nawakaribisha na wengine tuje tujiunge pamoja ili kuleta maendeleo yetu na katika jamii. Uh, kwa majina anaitwa Abdul Halim Hajame ni deputy speaker Zanzibar University. Uh, Tupo hapa kwa ajili ya tukio la orientation kwa wanafunzi wa first year ambayo inajulikana as a welcome student welcome first year kwa Zanzibar University pamoja na vitu vingine, lakini hasa hapa chuoni kwetu tupo sisi toka tarehe 17 tuna uh, tunakaribisha, tuna, tuna wanafunzi wa mwaka wa kwanza kuja katika chuo chetu kwa ajili ya kuanza na masomo ya mwaka 2025 2026, ambapo tumepokea wanafunzi wa kada tofauti yani, tumepokea wanafunzi wa course tofauti, lakini vile vile wa level tofauti, na kwa kuanzia na level ya kwanza ya ngazi ya certificate, kuna wanafunzi wa ngazi ya diploma, tuna wanafunzi wa ngazi ya degree pamoja na tuna wanafunzi wa wa postgraduate au master. Lakini vile vile mwaka huu ZU tumejipanga kivyengine, maana tayari tuna wanafunzi wa PhD ambao wataanza ndani ya mwaka huu. Inshallah. Kwa hiyo tunajivunia sana na kama uh, moto yetu inavyosema kwamba Zanzibar University ni spring of knowledge and virtue. Kwa hiyo kiukweli tumejipanga tumejipanga vizuri sana, kama sisi serikali wanafunzi pamoja na administration ya chuo, kiukweli tupo, tupo, tupo vizuri Zanzibar University mwaka huu. Kwa hivyo tunawakaribisha sana sana sana wanafunzi wote wageni, au nasema wao first year kwa katika chuo chetu, na wajisikie wapo nyumbani, na kiukweli Zanzibar University tuna wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali, tuna wanafunzi kutoka bara tuna wanafunzi kutoka Zanzibar yenyewe na pia vilevile vile, tuna wanafunzi, uh, kutoka tuna wanafunzi kutoka nchi za nje kama Uganda, Malawi, na hata South Africa. Kwa hiyo tunajivunia na wote tunawaambia kwamba wakaribie na wajisikie wapo nyumbani kwa sababu pia tuna mambo tofauti tofauti mbalimbali ambao mba wao tutawaprovide na kuwapa msaada katika kipindi hiki chao cha masomo. Mtazamaji wa Zantime nadhani umeona wanafunzi mbalimbali wa ameweza kutoa ya moyoni, wameeleza, wameonesha kuwa wanafuraha pia kuwepo siku ya leo hapa katika siku ya orientation, ya ukaribisho wameweza kusema mambo, wamezungumza mambo mbalimbali kuhusiana mbali na ZU, Zanzibar University. Lakini pia tumeona eh, waziri ameweza kuzungumza pia kwa upande wake, amefurahishwa na ujio wa wanafunzi wapya katika chuo hichi, lakini pia ameeleza pia kwamba anawatakia masomo mema ya kujifunza hii taaluma mbalimbali mbali ambazo zinapatikana katika chuo hichi. Ulikuwa nasi kupitia Zantime na nikwambie, hadi wakati mwingine. Mimi ni Amina Lumwecha bye, bye. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.